Nataka nikufundishe jinsi ya kupata 4000 watch hours kwa siku 30. Je, yeah, unatakikala kufanya nini? kitu cha kwanza, kitu cha kwanza, hakikisha unatuma video baada ya masaa baada ya masaa video baada ya masaa baada ya masaa basi video hiyo ukiwa unatuma video kila wakati ama kila wakati basi utapata watch time nyingi. Kwa mfano, video ukituma ya dakika kumi na tano kuendelea na ikiwa imeingia views kama elfu tatu, basi hapo ndipo utapata 300 watch hours urahisi. Hivyo basi, ningekuomba sana ucomment hapo, usubscribe tena, na kama uko na swali unaweza kuniuliza. Asante.